Tuingieni kwenye uchaguzi kwa salama na amani. Tulindeni amani yetu, tushiriki katika uchaguzi, ni haki yetu kama Watanzania. Usipoteze haki yako ya kwenda kupiga kura. Wakati utakapofika, chagua kiongozi aliyekuwa sahihi, kiongozi ambaye unajua kabisa kwamba kiongozi huyo ataweza kuleta maendeleo makubwa katika nchi yetu ya Tanzania. Twendeni tukasherekee Idi pamoja na majirani zetu, twendeni tukasherekee Idi pamoja na wale wote ambao hawajiwezi, pamoja na Watanzania wenzetu. Na tutahadharini ndani ya siku hii ya leo kuwaruhusu watoto wetu kwenda wanazurura ovyo. Wapo binadamu wenzetu ambao si wazuri kwa watoto wetu. Ramadhani kuisha sio ndio kuisha kwa ibada. Tuendeleeni kuswali swala za jamaa, tuendeleeni kuwasaidia mayatima, tuendeleeni kuwasaidia maskini, tuendeleeni kulishana kama ambavyo tulikuwa tunafuturishana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu, leo tumo ndani ya siku kubwa, siku ya furaha, siku ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Tutahadharini sana na kufanya maso ya ndani ya siku hii. Mtume salallahu alaihi wasallam anasema, man asa llaha yauma lidi fakaannama asahu yauma lwaid, mwenye kumwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala siku ya Idi, basi kana kwamba yeye amemwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala siku ya kiama wakati anatoa hukumu. Kwa hiyo leo siku ya Idi ni siku ya kumtaja Mungu, Siyo siku ya watu kwenda kunywa pombe, sio siku ya watu kwenda kupigana, bali leo ni siku ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kufurahikia yale ambayo tuliyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo tutahadharini sana ndugu zangu kuhakikisha kwamba hatufanyi chembe ya maasi ya ndani